Naam, mtazamaji bwana leo niko hapa na listi za baadhi ya mafanikio katika chat mbalimbali mbali, uh, kupitia page pamoja na streaming platforms mbalimbali mbali. Kwa mfano, kwenye upande wa Top Songs chat za Audiomack, uh, ni kwamba kwenye ngoma kumi ambazo zinafanya vizuri sasa hivi huko Audiomack, uh, ni kwamba nafasi ya kumi ni ngoma ya Ibra inaitwa Copen Paste. Nafasi ya tisa ni ngoma ya Diamond Platinum inaitwa kuna e, ngoma namba nane e, namba nane bwana ni ngoma inaitwa ni Shaloa ya J Melody. Namba sita inaitwa Gere ya Wozu. Namba tano ni Afande ya, ya Dogo Patene. Namba nne ni tete ya Mario. Namba tatu ni mpenzi wangu ya Chela. Uh, namba mbili ni Tila Lila ya J Melody, na namba moja ni Barnaba ambao ameshirikiana na Diamond, inaitwa uh, inakwenda kwa jina la Salama. Lakini pia vile vile kwenye upande wa top artist kwa upande wa Audiomack bwana, wasanii kumi ambao wanafanya vizuri sasa hivi Audiomack, ni kwamba nafasi ya kumi ni Wuzo, nafasi ya tisa ni Dogo Pateni, nafasi ya nane ni Ibra, nafasi ya saba ni Darasa, nafasi ya sita ni Diamond, nafasi ya tano ni Zuchu, nafasi ya nne ni Chela, nafasi ya tatu ni Barnaba, nafasi ya pili ni Mario, na nafasi ya kwanza ni Jay Melody. Unaona bwana, eh? So, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini, vile vile list nyingine ambayo tuko nayo hapa leo ni ukichana na hiyo na hiyo chat ya Audio Mark lakini pia kwa upande wa YouTube napo tuko hapa na list ambazo za wasanii ambao wanafanya vizuri YouTube na ngoma ambazo zinafanya vizuri YouTube. Kwa upande wa ngoma ambazo zinafanya vizuri YouTube, nafasi ya kumi ni ya Fande ya Dogo Pattern, nafasi ya tisa ni My Darling ya Chela, nafasi ya nane ni My Darling ya mpenzi wangu Chela, alafu nafasi ya saba ni Tila Lila ya J Melody, nafasi ya sita ni Tete ya Mario, nafasi ya tano ni dogo, ni ni God Design ya Juksi, nafasi ya nne ni Nishaloa ya J Melody, nafasi ya tatu ni Copy and Paste ya Ibra, nafasi ya pili ni Tunakuja ya Chinokid na nafasi ya kwanza ni Salama ya Barnaba na Diamond. Alafu wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi YouTube this time around ni hawa hapa. Nafasi ya kumi ni Chino, nafasi ya tisa ni Jux, nafasi ya nane ni Rayvanny, nafasi ya saba ni Mbosso, nafasi ya sita ni Ibra, nafasi ya tano ni Zuchu, nafasi ya nne ni Diamond Platnumz, nafasi ya tatu ni Jay Melody, nafasi ya pili ni Harmonize na nafasi ya kwanza ni Mario. Hao ndo wasanii ambao wanafanya poa zaidi huko YouTube. Nimekutajia pia kwa upande wa songs ambazo zinafanya vizuri huko YouTube. Lakini ukija kwenye issue nyingine ambayo sasa hivi hapa ina make headline zaidi kwenye upande wa hizi listi na chat kwa ujumla, ni kwamba kwenye upande wa watazamaji, e, tukizungumzia watazamaji wasanii wa, wa, wa, wa ambao wamepata wa, wa wa watazamaji wengi zaidi YouTube bwana, ni kwamba nafasi ya kumi ni D Voice akiwa na views milioni sita nukta moja, nafasi ya tisa ni Darasa akiwa na views milioni sita nukta nane, nafasi ya nane ni J Melody akiwa na views milioni nane nukta nne, alafu nafasi ya saba ni Harmonize akiwa na views milioni 12, nafasi ya sita ni Rayvanny akiwa na views milioni 12.9, nafasi ya tano ni Mbosso akiwa na views milioni 16.2, nafasi ya nne ni Zuchu akiwa na views milioni 17.4, nafasi ya tatu ni Jux akiwa na views milioni 17.6, nafasi ya pili ni Mario akiwa na views milioni 18.4 na nafasi ya kwanza ni Diamond Platnumz akiwa na views milioni 30. Umeona eh, hao ndio wanamuziki wa Tanzania ambao wamefanya vizuri zaidi YouTube. Lakini upande wa Boomplay, kwenye upande wa streams Boomplay, ni kwamba Nandi anakamata nafasi ya kumi akiwa na streams milioni mbili nukta moja, Darasa nafasi ya tisa akiwa na streams milioni mbili nukta tatu na Rayvanny nafasi ya nane akiwa na streams milioni Mbili nukta nne. Alafu, Joel Lwaga akiwa na streams milioni mbili nukta sita. Na nafasi ya sita ni D Voice, akiwa na streams milioni mbili nukta saba. Nafasi ya tano ni Mboso, akiwa na streams milioni tatu nukta tano. Nafasi ya nne ni J Melody, akiwa na streams milioni nne nukta nne. Nafasi ya tatu ni Zuchu, akiwa na streams milioni nne nukta tano. Nafasi ya pili ni Harmonizer, akiwa na streams milioni tano nukta tano. Na nafasi ya kwanza ni Diamond, akiwa na streams milioni nane nukta mbili lakini pia vilevile wasanii wana, ambao wanafanya vizuri pia kwenye upande wa streams kwa, kwa upande wa audio marki. Audio marki huko bwana ni kwamba Nandi anakama, anakamata nafasi ya kumi akiwa na streams laki tisa na F66 Mbosso nafasi ya tisa akiwa na streams milioni moja nukta moja mbili alafu Darasa akiwa na streams milioni moja nukta moja tatu Rayvanny akiwa na streams milioni moja nukta mbili J Melody akiwa na streams milioni 1.3, Harmonize akiwa na streams milioni 2.18, Zuchu akiwa na streams milioni 2.19, Diamond akiwa na streams milioni 2.6, Mario akiwa na streams milioni 3.5 na Jux akiwa na streams milioni 4.2. Hiyo ni kwa upande wa hiyo, uh, ilikuwa ni audio mark. Au vibana, lakini pia vile vile Eh, wasanii ambao wamefanya vizuri zaidi Spotify eh, listi iko kama ifuatavyo. Nafasi ya kumi ni Jaiva, nafasi ya tisa ni Darasa, nafasi ya nane ni Zuchu, nafasi ya saba huyu ni Mbosso, nafasi ya sita ni Alikiba, nafasi ya tano ni Rayvanny, nafasi ya nne ni Mario, nafasi ya tatu ni Harmonize, nafasi ya pili ni Juxzy na nafasi ya kwanza ni Diamond. Na mzee. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa upande wa wasanii wa hip hop ambao wanafanya vizuri zaidi YouTube, nafasi ya kumi ni, ni Disaster Vida, nafasi ya tisa ni Young Lunya, nafasi ya nane ni Roma, nafasi ya, nafasi ya saba ni Young Kila, alafu nafasi ya sita ni AY Master, nafasi ya tano ni Mr. Nay, nafasi ya nne ni Kontawa, nafasi ya tatu ni Professor J, nafasi ya pili ni Belnase na nafasi ya kwanza ni Darasa. Umeona bwana, eh? So, hivyo ndivyo mambo yalivyo lakini pia kwenye upande wa subscribers, ni kwamba tuko na update ya subscribers ambao wasanii ambao wanakimbiza zaidi kwa subscribers huko mitandaoni. Au vipi bwana? Eh? Ambapo kwa upande wa subscribers bwana hapa nafasi ya kumi ni Rose Mwando akiwa na subscriber milioni moja nukta nne, nafasi ya tisa ni Nandi akiwa na subscriber milioni moja nukta tano, nafasi ya nane ni Juksi akiwa na subscriber milioni moja nukta sita, nafasi ya saba ni Mario akiwa na subscribers milioni moja nukta saba. Nafasi ya sita ni Alikiba akiwa na subscribers milioni mbili. Nafasi ya tano ni Mbosso akiwa na subscribers milioni tatu. Nafasi ya nne ni Zuchu akiwa na subscribers milioni tatu nukta nane. Nafasi ya tatu ni Harmonize akiwa na subscribers milioni tano. Nafasi ya pili ni Rayvanny akiwa na subscribers milioni tano nukta sita. Na nafasi ya kwanza ni Diamond Platnumz akiwa na subscribers milioni kumi. Lakini pia kwa upande wa wasanii wanamziki wa Afrika wenye subscribers wengi sasa hapa tunatoka Tanzania, tunakuja Afrika nzima. E, kwa upande wa Afrika nzima bwana, nafasi ya kumi ni Zuchu. Zuchu yupo kwenye top 10 ya wasanii wa Afrika wenye subscribers wengi ambao Zuchu ana subscribers milioni tatu. Alafu CK kutoka Nigeria akiwa nafasi ya tisa akiwa na subscribers milioni 4.1. Davido kutoka Nigeria akiwa na subscribers milioni 4.4. Tyler kutoka South Africa akiwa na subscribers milioni 4.7. Rema kutoka Nigeria akiwa na subscribers milioni 4.8. Fali Pupa eh, kutoka Congo akiwa na subscribers milioni 4.9. Harmonize kutoka Tanzania akiwa na subscribers milioni tano. Burna Boy kutoka Nigeria akiwa na subscribers milioni 5.3. Rayvanny kutoka Tanzania akiwa na subscribers milioni 5.6, na anayeongoza hiyo listi kwa Afrika kwa wasanii wenye subscribers wengi zaidi ni Diamond Platnumz akiwa na subscribers milioni 10. So, hiyo ndio listi